Sasa uwepo wa majengo haya umeboresha hali ya utendaji kazi. Nimeona majengo ni mazuri mno, lakini ndani kuna vitendea kazi vya kisasa, kuna mifumo madhubuti inayowapa urahisi wa kufanya kazi zenu. Kwa maana hiyo hakuna sababu sasa. Lakini kubwa zaidi, idadi ya wafanyakazi, juzi tu nimethibitisha, nime na nimetoa ruhusa wafanyakazi wengine elfu moja mia nane na nane waajiriwe ili kuongeza jeshi la TRA. Lakini pamoja na hayo tunayoyafanya, tumewaongezea pia kwenye bajeti hii ya mwaka 25 26 kiwango cha makusanyo tumewaongezea. Kwa hiyo tunawatengenezea hali zenu, maslahi yenu, lakini na kazi iendelee. Kwa hiyo makusanyo target tumeziongeza, na sina wasiwasi wasi mnaweza kufikia, kwa sababu toka nimeshika dhamana hii nilikuwa naangalia mwenendo wa makusanyo TRA, kila mwaka mnapanda mnapanda mnapanda, na asilimia tuko kwenye 98 99 baadhi ya mikoa kidogo ndio wako 97 Kwa hiyo na hakika tutakwenda zaidi, lakini kuna mikoa iliyofanya zaidi, wamepita asilimia mia moja na wakiwabeba wenzao kwayo. Na hakika tageti tulioweka tunaweza kuifikia mwaka unaokuja wa fedha.